Maswali mawili muhimu. Muhimu. I mean maswali mawili makuu na muhimu kwenye maisha hlo atupimwi kwa uwezo tu wa majibu tulionayo, lakini kwa ubora wa maswali ambayo tunauliza. Aleluya. Ubora wa maswali tulionayo unaamua ubora wa majibu tunayopokea. Amen. Na ambao wamebadilisha ulimwengu wetu ni watu ambao waliweza kuuliza maswali sahihi. Amen. Watu ambao hawakuridhika na ulimwengu kama ulivyokuwa, bali waliuona kama ambavyo unaweza kuwapo. Aleluya. Na ili uweze kutimiza hicho, lazima uwe na maswali sahihi. Haleluya, kwa sababu kuna watu ambao pia hawana maswali sahihi. Wana maswali lakini sio sahihi. Hello, kwa hiyo tutaangalia maswali mawili muhimu na makuu. Kitabu cha matendo ya mitume Japo sio matendo ya mitume, kitabu cha matendo mstari wa tatu mlango wa tisa. Tisa tatu Matendo tisa tatu. Uh, hii habari ambayo tunaisoma hapa ni habari ya mtume Paulo. Mtume Paulo ni kati ya watu ambao waliathiri ulimwengu kwa kiasi kikubwa na wanazidi kuuathiri ulimwengu huo hata leo. Na kutoka kwenye hadithi ya mtume Paulo, tunaweza kuona haya maswali makuu na muhimu ambayo aliyauliza, ambayo kila mmoja wetu ni muhimu akayauliza na akawa na majibu yake. Amen. Kwa hiyo kwenye hadithi hii Paulo alikuwa anaitwa Sauli nyakati hizo, na alikuwa akilisumbua na kulitesa kanisa. Kwa hiyo kwenye sehemu ya Biblia ambayo tunasoma alikuwa amechukua kibali kutoka kwa kuhani uh, mkuu kwa ajili ya kwenda kuwakamata Wakristo. Kipindi walikuwa itwa Wakristo, alikuwa anaitwa watu wa njia ile, kuna njia walikuwa wanaiendea Ilikuwa bado jina Kristo au Wakristo alijazaliwa. Jina la Wakristo lilizaliwa Antiokia, na kipindi hicho Sauli alikuwa tayari ni Paulo. Kwa hiyo kipindi hicho, wakati wamechukua hichi kibali, Paulo akiwa njiani kwenda kuwakamata watu na kuwaweka gerezani na wengine kuuawa, uh, anakutana na Bwana Yesu njiani. Inasema hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla mwanga kutoka mbinguni ukamwangazia pande zote, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Tafsiri nyingine inasema kwa nini waniudhi. Akasema, wewe ni nani Bwana? Aleluya. Swali la kwanza kuu na muhimu ni wewe ni nani Bwana? Kwa hiyo andika hilo swali la kwanza. Wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Sauli baada ya kukutana na mwanga ule alipotokiwa na Bwana wetu Yesu Kristo hakuhitaji kuambiwa mimi ni Bwana, alijua mimi, alijua Yesu ni Bwana. Amen. Yesu akikutokea hautahitaji uambiwe kwamba huyu ni Bwana, utajue ni Bwana. Sema amen. Kwa swali la kwanza ni wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana Yesu? Kwa nini ni muhimu kumjua Yesu? Kwa sababu kiwango chako cha maarifa au cha ujuzi ulichonacho kuhusiana na bwana wetu Yesu Kristo kitaamua kila jambo kwenye maisha yako. Kitaamua kiwango cha ubora maisha yako yaliyonayo. Kitaamua kiwango cha neema maisha yako yaliyonayo. Sema nasikia haleluya. Kuna jambo moja ambalo kamwe hatutaka tulimalize nalo ni maarifa ya kumjua Mungu utaendelea kumjua na kumjua na kumjua. Yohana 17 mstari wa tatu, Yohana 17 mstari wa tatu anasema na uzima wa milele ndiyo huu wa kujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Anasema huu ndio uzima wa milele maarifa ya Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Uzima wa milele sio kuhusiana na kuishi milele, kwa sababu wanadamu wote wanaishi milele, wanaomjua na wasiomjua. Uzima wa milele ni asili ya Mungu, ananasema asili ya Mungu tunayoipata tunapomwamini na kumkiri Bwana Yesu au Yesu kuwa Bwana wa maisha yetu. Tunasema tunatembea katika huu uzima, tunaongezeka katika huu uzima kwa kumjua Mungu. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Asema huu ndio uzima wa milele. Haleluya. Amen. Watu ambao wanamjua Mungu ni watu ambao wamekuwa reference duniani. Ni watu ambao historia imeshindwa kuwasahau. Musa alikuwa ni mchunga kondoo za babake mkwe. Lakini siku moja ambapo alipokutana na kichaka kinachowaka lakini akiteketei, akasogea aangalie ni nini kwenye kile kichaka. Akasikia sauti ikiongea kutoka kwenye ule moto kwamba mahali uliposimama ni mahali patakatifu, vua sandals za miguu yako. Akazivua na tunajua hadithi ilikuwa ikiendelea pale. Baada ya kuvua sando zake, Mungu akamwambia nipe, eka chini nini, fimbo yako. Hello, labda niongelee kidogo hapo kwenye kuvua sandals, kuvua viatu. Viatu vya mtu vina historia ya mtu kwenye lugha ya picha. Amen? viatu vya mtu ni past ya mtu anambia, put your past aside. Anambia eka jana yako pembeni, hello. Na kwa sababu Musa alikuwa ni mchungaji wa kondoo, kwa hiyo leo ya Musa ilikuwa ni uchungaji wake. Akamwambia na huu na hii, leo yako iweke mbele yangu, alafu Mungu akachukua uwepo wake akauweka kwenye leo ya Musa, ichukua kesho ya Musa na milele. Akamwambia kwanza, sasa achana hii biashara, nenda Misri. Hello, nimesikia kilio cha watu wangu Israel. Kwa hiyo Mungu, unapomjua Mungu, unapokutana na Mungu anachukua jana yako anaitupa kusikojulikana, anaichukua leo yako anaijaza na uwepo wake, sema nasikia, anaichukua kesho yake anaijaza na kusudi lake. Amen. Hamna sehemu kwenye maandiko naambia aya vaa viatu vyako sasa. Tushwanza mongeze. Viatu ni fimbo tu alirudishiwa, viatu akwambiwa arudishe. Haleluya! lakini baada ya Musa, man, man, wakati Musa anaongea na ana, ana, ana, anaongea, ana Musa akamwambia, nitawaambia wewe ni nani Bwana akasema Kiingereza I am that I am. Unajua ukisema, uh, ujani, tafsiri. So, nasema nipo ambaye nipo, si ndio? ukitaka kusema Kiingereza I am Eric, unasema ani Eric. Kiebrania, ani ani, maana yake ni nipo wakati huu, Current existence. Mim, mimi ni nani? lakini alivyosema I am ya Mungu akusema ani, alisema Aye. Aye, maana yake ni eternal existence. Mimi ni yule ambaye niko ambaye niko ambaye nitakuwako milele, eternally past eternally in the future. Akasema I iam aye asha ayee, thats my name. Nitakuwa nitavyokuwa niko nilivyo, that was the name Hallelujah. Amen. Ndio maana maandiko yanasema ule mwamba uliotoa maji kwa ajili ya wana wa Israeli ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo Mungu akihitaji kuwa mwamba ili upate maji atakuwa mwamba, sema amen. Mungu akihitaji kuwa connection ili upate hiyo kazi atakuwa connection. kwa sababu yeye ni aye asha aye. ataongea kwenye boardroom ambazo hujaweza kuingia, nasema ataongea kwenye vikao ambavyo haupo Amen. kwa sababu yeye ni niko ambaye lakini tunajua baada ya huu ufunuo alioupata Musa maisha yake yalibadilika milele. Alitoka kuwa mchunga kondoo za baba mkwe akawa mtawala akawa mkombozi wa Israeli. Maandiko yanasema Musa alifanywa kama Mungu kwa Farao, na kaka yake ambaye alikuwa Haruni alifanywa kama nabii. Sema amen. Umuhimu wa kumjua Mungu. Unapomjua Mungu unapoona watu wanatoka nchi mbalimbali wanaenda kumwona mtumishi wa Mungu. Hawaendi kumwona kwa sababu ana nywele nyingi au ana ndevu au ana rangi yoyote. Wanachomfuata ni kwa sababu huyu anamjua Mungu. Amba jina yako ni muhimu kumjua Mungu. Uwezo ulionao, uzuri ulionao ni wewe unaamua, sema nasikia. Kwa sababu neno neema, charis, grace Kiingereza, neema, kuna siku utapata muda tuiongelee, lakini ngoja nikutajie mambo machache ambayo neema inaleta. Neema inaleta kibali, neema inaleta upendeleo, neema inaleta uzuri. Neema inaleta uwezo elo, shema, nasikia. Unajua, unaweza ukaongea kitu hichi hichi kikawafikia watu kumi, na unaweza ukaongea kitu hichi hichi kikawafikia watu milioni kumi, unaweza ukaongea kitu hicho hicho kawafikia watu bilioni kumi. Tofauti ni neema inayofanya kazi ndani yako, na hii neema inayofanya kazi ndani yako sio jukumu la Mungu pekee, ni jukumu letu pia. Fungua kitabu cha um, Petro wa pili, moja mbili. Petro pili moja mbili inasema neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. Nika na Kiingereza niwape tafsiri sahihi. Anasema grace and peace. Okay, nipe KJV. Grace and peace be multiplied unto you, neema na amani izidishwe kwenu kupitia au kwa maarifa ya Mungu na ya Yesu Kristo bwana wetu. Kwa hiyo anasema neema na amani inazidishwa kwa kumjua Mungu. Kwa hiyo kiwango cha neema uliyonayo, kiwango cha amani ulionayo, kinalandana na maarifa ya Mungu uliyonayo. Amen, ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, unajua nguvu ya uponyaji ya Mungu inayotenda kazi, na unajua roho ya Mungu iko ndani yako Ukimwona mtoto anaumwa, utakuwa na kilio au amani? Amani, si ndio? Kwa sababu ya maarifa ya Mungu alionao. Lakini mtu ambaye hajui kuhusiana na uponyaji, akiwa na mtoto anaumwa, anaanza kulia, si ndio? Kwa sababu hana maarifa hayo. Ukiwa hauna fedha kwenye akaunti yako ya benki au kwenye maisha yako, mfukoni, au popote ambapo unaweka fedha, kama hauna maarifa ya Mungu utaanza kulia, utaanza kutuma meseji za huzuni, utaanza kusikitisha, si ndio? Lakini kama unamjua Mungu, unajua kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Haleluya, unajua kwamba wanas